Unatazama furaha fm media. Uh, mafunzo ya siku ya leo yameenda vizuri kwa sababu lengo hasa ni kuwafundisha wakulima ili waweze kuendana na, na mabadiliko ya tabia ya nchi, na yamekuwa mazuri zaidi kwa sababu watu wenyewe wamejionea ndani ya, ya mwezi kulikuwa mna mvua kabisa, ambapo katika maeneo mengi haijazoeleka ya kwa hiyo ni, ni dhahiri kwamba sasa hivi mabadiliko ya tabia ya nchi yanaonekana yeah, kwa, kwa kila mtu na anayaona. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuwa mazuri sana na yamekuwa ni manufaa zaidi kwa wakulima, kwa sababu wenyewe wanapata wana, wana, wana hiyo, hiyo shida kwa kuona wao wenyewe kwa hiyo ukiwapa mbinu ambazo zinaweza kuwasaidia basi kwa kweli inaweza kuwasaidia sana. E, matarajio yangu natarajia kwamba kwanza watu labda wataanza kulima matuta ili tuanze kuvuna maji wataanza kuchimba hata hapa mabwawa na wa watu ambao wanalima labda mboga mboga, lakini pia wanaweza wakawa natumia uh, kulima mazao mchanganyiko ili waweze kupata angalau, ukikosa hiki unapata kile, na imani na, na kwamba wakulima wa, wa, walio kuwepo hapa na watu wengine wana, wa, wa, wa, watatumia hizo teknolojia ambazo tumewafundisha ili ziweze kuwasaidia katika uzalishaji wao na, na, na kwa vile wa, watu huwa ni wagumu sana kukubaliana na hali, halisi lakini tumewafundisha kwamba kwa sababu ukishaona tatizo limetokea, panza likubali, halafu tafute mbinu ya ku, ya kupunguza makali na ili uweze kuongeza uzalishaji, na uongeza uzalishaji kwa maana ya kwamba kwa kutumia hizo hizo vitu vichache vidogo kidogo yani, ambavyo yani labda pembejeo au hata labda maji. Siku hizi mvua zinakuwa ni chache, tumia mbinu ambazo labda zinaweza kusaidia, mbegu ambayo labda inastahimili ukame au inayokamua mapema ili angalau mtu avune hii ni elimu. Elimu ni kitu endelevu. mkulima kichozoea kufanya tunataka mbadilisha hali ya tofauti. Kwa mfano tunaposema kwamba kilimo hifadhi, sasa lazima ajue kwamba sio lazima kulima shamba lote ili apate, lakini anaweza kumbe akalima sehemu ambayo anayotegemea kupanda zao na akavuna vizuri, na vilevile kumbadilisha sasa. Kumbe hatutakiwi tuchome pale moto, sababu moto unaua wadudu wa vili ambao wanasaidia ao hivieungia tukishatoa mabuae sio kwamba lazima pekemaki yafunike pale yaoze ili wadudu waokw adhimi waweze kunufaika nawzkueshakuongeza utubwa wa katika matarajio yetu ni makubwa kwamba tutakapotoka <coughs> e, katika mafunzo haya ambayo ambayo hayatakuwa ya mwisho na bado yataendelea mafunzo kama haya, e, wakulima wetu pamoja na maafisa ugani waliopo hapa wataenda kueneza habari hizi kwa kulima wenzao walioacha huko vijijini, na pia e, watakuwa walimi kwa mazoea, watafanya shughuli zao za kilimo kwa kufuata taratibu na hali ya tunavyoenda na mabadiliko ya tabianchi. Hatuna namna ya kuyazuia isipokuwa, mbinu ni pamoja na kutumia mbinu bora za kilimo ambazo wanapata mafunzo yake hapa, aina mbalimbali za kukabiliana nayo, na pia waende kuyafanyia kazi katika kijiji yao na maeneo yao hapo hapo. Hii shughuli imekuja kwa wakati mwafaka. Kama mnavyoona mwaka huu tulikuwa na hali fulani ya ukame, kama mwezi wa pili uliopita wote huu. Kwa hiyo wakulima walianza kuwa na hofu. Pia kwa upande wa mawakala hao, e, wao pia wataelewa ni aina gani ya mbegu kwa mfano zinazohitajika kwa wakulima wetu ambao zinahimili ukame. E, kwa hiyo, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nashukuru sana waandaji na pia tunaomba kwamba waendelee kwa sababu

wakati na pia kujua hali ya masoko e, jinsi mafunzo haya ya mabadiliko ya tabia nchi, ya nchi yatanisaidia kuweza kuwaelekeza wakulima wangu na sasa ninaowahudumia namu na kuweza kukabiliana nayo. Kwa mfano kuto kutegemea mvua, kwa sababu saizi mvua sio sio za uhakika sana manake nitawashauri waweze kuchimba mabwawa kwa ajili ya kuhifadhi maji Dennis mimi ni mtoa huduma wakati aitandura kijiji cha Kimilinzoa. Mafunzo haya yamenisaidia kwa sababu kuna vitu ambavyo nilikuwa sijui kwamba hivi vitu vinaweza vika, vikawa ni changamoto katika mazingira au katika tabia ya nchi ambayo tunaenda nayo sasa. Kwa sababu kumekuwa na mabadiliko makubwa ya hali ya hewa lakini pia na tabia ya nchi. Unatazama Furaha FM Media.